Ah, karibuni sana KingoFarm. Sasa leo hii bwana ninataka nikupe kitu kama vile tuseme wanaita kwa Kiingereza business plan, yaani mpango wa biashara ya kuwafuga hawa kuku ukiwa na mtaji wa milioni moja na nusu. Yani ukiwa na mtaji wa milioni moja na nusu, nita nisikilize wewe vizuri tu, nitakupitisha namna ambavyo unaweza ukafanya hii biashara na ukapata faida kwa mwezi ya laki mbili na nusu. Yani ukawa unapata e, faida kila mwezi ya laki mbili na nusu. Wewe nisikilize vizuri kabisa. Hawa aa, ni kuku chotara hawa ni, ni, ni kuku chotara uh, ni, ni aina ya Saso. uh, na hawa Saso ukiwafuga wakiwa wakubwa wanakuwa kama, ngoja ni kuonyeshe umu uh, wanakuwa kama hawa hapa ambao uh, unaweza ukawaachia waka wakatembea kienyeji kabisa. Kwa hiyo nisikilize vizuri kabisa. Sasa mpango wangu wa biashara upo hivi. uh, kitu muhimu sana kwa mfano ndio unaona hii video na ukatamani kuanza hii biashara, kitu cha kwanza kabisa lazima uwe na banda. Yani banda ni muhimu sana, banda ni muhimu. Kwa mfano unaona sisi tuna mabanda. Uweze ukafuga kuku bila ya kuwa na banda, na banda ambalo inatakiwa uwe nalo uwe na banda ambalo limetengenezwa kitaalamu kabisa. Umeona? Kwa hiyo kwenye milioni moja na nusu mimi hapa nikaamua asilimia 25. Uh, yaani robo ya hii hela iende kwenye banda umeona, ambayo ni laki tano. Msitoi mchanganuo sijui utanunua nini na nini. KingoFarm pia tuna, tunavyo tunazo video za haya mabanda yote ambayo tumeyatengeneza hapa, unaweza ukaziangalia yote gharama za hili banda hili hapa ambalo unaliona hapa ipo, uh, gharama ya banda lile pale hili hapa. Kuna design ya hili kwa mfano, hili banda limeongezwaga gari, lilikuwaga linaanziaga hapa mwisho pale, tukaja tukaliongeza vile. Kwa hiyo utakutana na budget ya banda hili ilitokea hapa mpaka e, pale hapa tena hii video nikikumbuka nitahitaji hapa, unaweza ukaenda kuiangalia kwa sababu hili banda kutoka hapa mpaka pale kwenye ile nguzo mnayoiona pale katikati ile pale ndio ni banda ambalo linatosha au kuku mia moja kwa sababu kwenye huu mpango utakuta kwamba unakwenda kuwafuga kuku mia moja Kwa hiyo na bei zake ni humo humo, ni kama laki nne na kitu hivi. Kwa hiyo ni hiyo hiyo laki tano ambayo nimehitaja na hili banda, uzuri wa hili banda ukilijenga utaendelea kufugia mle kuku, kwa hiyo kwa mwaka unaweza ukafuga kuku hata mara sita, mara ngapi, likawa limekutengenezea faida ya kutosha. Na kitu kingine sasa, na hapa naenda kukupa mchanganuo wa namna ambavyo utaingiza kuku wako. Mfano sisi hapa bwana tuliagiza "vifaranga tulikuwa tumeagiza vifaranga mia tatu na ndio hichi kitu kilicho nisukuma mimi nije ni kutengenezee video kama hii. Tulikuwa tumeagiza vifaranga mia tatu lakini bahati mbaya maelewano ya aliyetuletea akatuletea vifaranga mia moja kwa hiyo a uh, huu hii burda yenyewe ukiangalia ni kubwa kwa sababu ya vifaranga 300 lakini tumewaweka vifaranga 100. Sasa leo nikawa napitia mchanganuo kwamba wa hii biashara kwa mfano mtu akiamua afanye biashara ya kufuga vifaranga 100 tu anahitaji mtaji gani na atapata faida gani. Katika huo mchanganuo wangu ndio nikagundua kwamba uh, kumbe ukifuga vifaranga 100. Uh, katika huo mchanganuo ndo nikagundua kwamba uh, kumbe ukifuga vifaranga mia moja una uwezo wa kupata wastani wa shilingi eh, laki mbili na nusu kama faida kila mwezi, lakini pia nikagundua uh, kwa mtu ambaye anataka kuanza kabisa anatakiwa awe na mtaji wa milioni moja na nusu ambayo laki tano ni kwa ajili ya ujenzi wa banda na milioni moja ni kwa ajili ya ku eh, uzungushia biashara yako umeona. Uh, unaweza ukaona kwa mfano hapa ni, ni saso na um, tarehe ambayo nani hapa ni hii tarehe mbili mwezi wa pili elfu mbili na ishirini na sita uh, ndio naofanya huu mchanganuo leo ni tarehe tatu ndio na, nipo na, na, na, nafanya huu mchanganuo kwa hawa e, kuku sasa, nilikuwa bwana nimeandika kwenye notebook yangu ya hapa ili niwaelekeze ni, ni watu wa KingoFarm nikawa nimeandika andika hapa uh, ili ni, ni, ni, ni, mahesabu yangu. Haya mahesabu ni, ni mahesabu ambayo sisi pia tuna eh, kwenda kukutana na hii faida. Pia nitawaelezea changamoto sitasahau kuwaelezea changamoto ambazo unaweza ukakutana nazo, pia naweza nika, mwishoni pia nitawapa idea tofauti ambayo unaweza ukafanya labda kitu cha tofauti, ili upate faida zaidi. Vyote hivi nita nitawaelezea. Sasa vifaranga, box moja, box moja nikisema hili hapa linakuwa ni box moja, na vifaranga humu waga tunahesabiaga ni mia moja, lakini ukienda kuwahesabu kwa mfano hawa hapa walikuwa mia moja na nne. Kwa hiyo vifaranga wanne walikuwa wa ziada, wanauzwa laki mbili na chakula sasa. Hapa hii biashara yangu nimeipigia hesabu kama mfano, ukawafuga miezi miwili na kuwauza miezi miwili. Hawa sasa waga wanauzika kwa wale wanaochinja, na wanapendwa sana kwa sababu wanakuaga tayari ni wakubwa, wanakuwa kama kuku wa kienyeji hivyo. Umeona, Ukawafuga miezi miwili utatumia mifuko jumla sita, yaani stata moja gloa tano. Stata ni elfu tisini na nne stata moja, lakini gloa ni elfu tisini Gharama ndio ambazo pia tumenunulia tume hiki chakula, umeona ko? Utahitaji uta hiki ambacho kwa gloa ni laki nne na nusu jumla ya gloa tano, stata moja hiyo ni elfu tisini na nne Uh, lakini pia booster hawa chotala mia tatu wala wahitaji booster nyingi. Sisi hapa tunatumia booster za dukani lakini pamoja pia na booster za asili. Sasa booster za dukani nime kwa sababu utakuwa unachanganyia nimeweka elfu ishirini. Lakini za asili elfu kumi na tano. Yaani japo elfu kumi na tano kwenye booster za asili ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba kwa asilimia kubwa utakuwa unatumia hizo booster za asili. Umeona? Na kitu kingine tu nikwambie Uh, kwa maelekezo ya uleaji wa hawa vifaranga vizuri kabisa, uh, unaweza ukajiunga na kundi letu la WhatsApp. Ada uh, yake ni shilingi elfu nane. Kama hivi tunaelekeza hawa vifaranga tokea tumewapokea jana, jinsi ambavyo tunawafuga hii, ili darasa lipo muda wote, yaani wewe ukishakutana na hii video unataka kujiunga unatupigia tu simu, tunakuunganisha, tutakuelekeza jinsi ya kuwalea hao vifaranga, na kama utakutana na changamoto katikati ya mradi pia tutakusaidia. Ada ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi. Lakini pia tunavyo vitabu vingi ambavyo vina cha tiba, jinsi ya kuwatibia kama wanaumwa. Aa, lakini pia bila kusahau tunacho kitabu cha safari ya ufugaji ambacho kinaelezea kwa undani zaidi namna ambavyo unaweza kuwafuga hao vifaranga umeona. Aa, pia utahitaji hapa, uh, nimeandika gharama nyingine, yaani kama vile mkaa kwa mfano, gunia moja la mkaa elfu arobaini Unaweza ukatumia umeme. Umeme ndio, gharama zitapungua zaidi. Mfano sisi hapa tumeweka bulda ya kutosha vifaranga mia tatu Hakikisha unaweka ka bulda kadogo ili kuweza kutuza joto. Unaweza ukaweka unaweza ukaweka mkaa, jiko la mkaa dogo ambalo utatumia gharama ndogo. Pia umeona Glucose, ni oxytic pale unapovipokea, nimeweka gharama elfu kumi umeona uh, lakini pia kuna dharura nimeweka dihela ya dharura, yaani ikitokea labda homa nitakuwa ununue dawa ufanyeje, elfu themanini. Pia gharama labda za kusafirishia zipo kwenye dharura humu, umeona banda labda limetokea sehemu limeharibika, unataka urekebishe, umwite fundi, ni hii elfu themanini unataka kumlipa e, mtu japo, au kukuwa ukiweka mtu wa kusaidia kazi ya kufuga vifaranga mia moja, patakuwa kuna sehemu una shida, kwa sababu wao unaweza asubuhi hata kama una kazi zako ukawawekea kama hivi kila kitu afu ukaondoka ukaja jioni ukawaangalia. Ni kuku ambao hawahitaji nguvu kubwa sana kuwalea, umeona Aa, lakini pia sasa, gharama za hapa jumla hizi zote ambazo nimekujumlishia hapa zimekuja laki tisa na elfu tisa na elfu tisa laki tisa na elfu tisa ndio gharama za hapa. Kwa hiyo unaweza ukaona uh, gharama sisi hapa farm tunauza vifaranga wakifika miezi miwili bei yake ni elfu kumi na tano. Kwa hiyo ukiuza kwa elfu kumi na tano unapata milioni moja laki nne na elfu ishirini na tano. Kwa hiyo ukitoa hapo, faida unapata laki tano na elfu sita ndani ya miezi miwili. Tuseme laki tano. Kwa hiyo miezi miwili ukigawanya hapo kwa mwezi ni wastani wa laki mbili na nusu sasa kazi yako kubwa, pamoja umeangalia hii video kaangalie chotara wa miezi miwili wanauzwa shingapi. Awezekana isiwe elfu kumi na tano. Wewe utapiga mahesabu yako ya gharama za huko, au inaweza kazidi elfu kumi na tano. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo utauza, na hapa nimeweka utauza vifaranga kuku 95 yani kutoka 100 nimeweka 95 maanake kuna kuku pia nimepunguza labda wamekufa au mjiani Uh, wakati unawafuga vitu kama hivyo, kama hapa nimepunguza kuku tisa, yaani tisa ni asilimia kumi nimetoa, ambao kama utawafuga vizuri au vifaranga pia utapata faida kubwa, lakini pia unaweza uka, mwona yule kwa mfano kuku pale nje ukawatumia kwa ajili ya mayai. Hawa chotara ukiwafuga kwa ajili ya mayai, maana utapata faida zaidi. Umeona? kwa hiyo ndio business plan ambayo unaweza ukaikopi hapa e, na ukaenda kuifanyia kazi na ukapata hizo faida. Naakaribisha sana Kingo Farm, unaweza ukajiunga na kundi letu. Ada yake ni elfu nane kwa muda wa miezi miwili, lakini pia tunavyo vitabu ambavyo gharama yake ni shilingi elfu kumi na ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp.